Tunaanza dukuzi siku hii ya leo kwa kulitazama gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kubwa tunapewa nguvu na The Mart Supermarket, ambayo inakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani, lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka kundi Kimoshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio, na bidhaa mbalimbali mbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket, piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni Mwigulu acharuka watendaji wa Zembe, ataka walioacha Saruji Kaganda wa walipishwe, agemea ubaguzi dharura migogoro wa kulima ufugaji. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Shahidi, hotuba ya Lisu ilishawishi kugomea uchaguzi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. FCC ya kamata vilainishi bandia vya magari Kariako. Habari katika ukurasa wa nne. Nchimbi aitaka DS kuwa ubunifu kuvutia uwekezaji. Habari katika ukurasa wa nne. Samia kushiriki mkutano wa 39 wa AU leo, ahutubia mkutano kuhusu mabadiliko ya tabia nchi. Habari kamili ni katika ukurasa wa pili. Chalamila atangaza vita dhidi ya matapeli wa ardhi, habari katika ukurasa wa saba. BOT yaonya fedha kugeuzwa mashada mapambo, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili imeandika wawakilishi wampongeza Samia mwenye utekelezaji miradi, habari katika kurasa za ndani za gazeti hili na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti habari leo, gweji la habari Tanzania, pamoja na gazeti ya habari leo mikononi mwangu. Ninalo gazeti Mwananchi lenye w habari aliopewa kipaumbele ni uchakavu wa shule, Dkt. Mwigulu asitisha bajeti za chai, safari. Habari katika ukurasa wa pili pamoja na ukurasa wa tatu wa gazeti hili, ndugu yake ikisema mwandikie ya kabisa katibu mkuu kuwa mwisho wa mwezi fedha iwe imefika mkurugenzi anasikia na mkuu wa mkoa pia, fedha itoke popote pale, wakate safari na matumizi yasiyo ya lazima, kila mtu anywe chai nyumbani kwake, fedha hiyo ije tutengeneze kizazi cha kesho. Hapa ina nukuu ya Dkt Mwigulu Mchemba, picha mbalimbali zikionyesha hali ilivyo katika shule ya msingi Amani iliyopo Handeni mkoani Tanga yenye wanafunzi ya funzi zaidi ya elfu moja ikiwa na madarasa saba kati yake manne ndiyo yanatumika huku mengine chakavu ambayo wataalamu wamezuia yasitumike. Mbali na miundombinu, pia madarasa yanayotumika mengine hayana sakafu, madawati ni machache. Gazeti hili limeandika John Heche asimulia maumivu aliyopitia kwenye siasa nchini. Habari katika ukurasa wa tano wa gazeti hili. Uchungu na utamu Valentine Day, habari katika ukurasa wa 11 hadi ukurasa wa 17. ACT ngoma ngumu yagonga mwamba mahakamani Zanzibar, Unguja. Mahakama Kuu Zanzibar imetupilia mbali maombi yaliyowasilishwa na waliokuwa wagombea wawakilishi wa ACT wa Zalendo kutoka majimbo 19 ya Unguja baada ya kukubaliana na pingamizi la wajibu maombi kwamba wakili aliyesaini kiapo kwenye maombi hayo hana leseni. Undani wake ni katika ukurasa wa sita wa gazeti hili. Lisu alivyomhoji maswali shahidi ficho ya Jamhuri, habari katika ukurasa wa nne wa gazeti hili. Lakini pia gazeti Mwananchi limeandika miaka 20 ya class of 2006, habari katika ukurasa wa 16, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbili. Kila siku Johanna Daycare and Nursery School inaanza na tabasamu, furaha na ujifunzaji unaohisi kama nyumbani. Tunafuata mfumo wa Montessori, watoto hujifunza kwa kuchunguza, kugundua na kufanya mambo kwa vitendo, huku wakikuwa kwa uhuru. Walimu na walezi wetu wamefunzwa vizuri, wana uzoefu na upendo mkubwa kwa watoto, kuhakikisha kila mtoto anahisi kuthaminiwa na kujalia. Foti Johana Daycare and Nasa School ni mahali salama na penye ubunifu ambapo watoto wanajifunza, wanacheza na kujijenga kwakuwa kwa kujiamini. Kwa wazazi wa Kigamboni na maeneo karibu ya Dar es Salaam, usikose. Na usajili kwa mwaka wa masomo 2026 umefunguliwa sasa. Tunapokea watoto kuanzia umri wa mwaka mmoja hadi miaka mitano. Fort Johanna Daycare and Nursery School, mahali ambapo kujifunza ni upendo. Tembelea au tupigie simu leo kwa namba za simu 0746369615. Okay, tulitazame sasa gazeti ni Nipashe mwanga wa jamii lenye limeandika Mwigulu aibua wizi, hujuma abaini fedha za miradi ya maendeleo kuchezewa, mifuko ya saruji 1262 ujenzi wa chuo cha veta imeachwa ikaganda, milango 34 ya jengo la mama na mtoto iko chini ya kiwango, agiza hatua kali kuchukuliwa. Habari katika ukurasa wa nne. Tanzania yapewa hadhi kukiheshimisha Kiswahili, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tano. Shahidi, video ya Lisu ilinishawishi kuzuia uchaguzi Oktoba 29 habari katika ukurasa wa tatu, nukuu ikisema kwa kipindi hicho nilifanikiwa kuwafahamu viongozi akiwemo Lisu na baadhi ya viongozi wa Songea kama katibu wa vijana wa Songea aliyekuwa akiitwa Chiza maarufu kama mwamba wa Kigoma. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa tatu. Hii ni nukuu ya shahidi. Mawakili waionye CHADEMA matumizi ya mali za chama, habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. ACT yarudi mahakamani kesi uchomaji nyaraka. Habari katika ukurasa wa pili. Maofisa TRA wapigwa msasa matumizi ya drone kudhibiti magendo. Habari katika ukurasa wa saba wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe, mwanga wa jamii. Gazeti Uhuru, kweli daima, lenye katika ukurasa wake mbele limeandika: Mwigulu ataka watumishi kukatwa mishahara yao kufidia uharibifu wa mifuko ya saruji 1262 b. Akemea tabia ya ubaguzi asisitiza kila Mtanzania ana haki ya kuishi. habari katika ukurasa wa pili. siku mia moja za kazi na utu za ikosha CCM. habari katika ukurasa wa tatu. wenye umri huu hatarini kuumwa presha ya macho. habari katika ukurasa wa nne gavu ushindi jimboni Peramiho hauna shaka. Habari katika ukurasa wa tano, wa wakilishi wampa maua rais Mwinyi. Habari katika ukurasa wa 15, d nchimbi dse ongezeni ubunifu wa habari katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru ukweli daima. Nalo gazeti mwana habari lenyewe limeandika bilioni 44.14 kubadilisha taswira ya umeme Handeni. Rais Samia apeleka kicheko kwa wanahendeni, suala la umeme kuwa historia. Waziri Ndejembe asema umeme utafika kila kona ya nchi. Habari katika ukurasa wa pili. TFC yazinduiwa bodi ya tano ya ushauri, habari katika ukurasa wa nne. Tusiingize ufa kwa kubaguana kwa kazi zetu, d Mwigulu, habari katika ukurasa wa tatu. Afungua jengo la ICU hospitali ya Handeni, habari katika ukurasa wa tatu. Masauni aeleza mafanikio utekelezaji mkakati wa uhifadhi wa mazingira, habari katika ukurasa wa pili. Serikali yapongeza utendaji kazi wa uongozi CWT, habari katika ukurasa wa pili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanahabari katika ukurasa wake mbele, jumamosi ya leo nalo gazeti Zanzibar leo kwa kweli na wazi lenye limeandika siku mia moja za Dkt. Mwinyi madarakani, serikali kukabidhi miradi mikubwa elimu kwa wananchi. Tusiingize ufa wa kubaguana kwa kazi zetu, Dkt. Mwigulu, habari katika ukurasa wa sita. Ofisi ya msajili CIFA zatia saini mkataba wa ushirikiano wa habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Masauni alieleza mafanikio ya utekelezaji mkakati wa uhifadhi wa mazingira, habari katika ukurasa wa kumi na nane.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 habari picha ikimwonyesha Selemani Mwalim Pacom, Faisal Salum. Gazeti hili likiandika mechi mbalimbali za ligi ya mabingwa barani Afrika, Simba dhidi ya Stade Malien ni leo saa moja kamili usiku, uwanja wa Benjamin Mkapa. Yanga dhidi ya JS Kabylie kesho Jumapili saa moja kamili usiku, uwanja wa New Amani Complex. Mawili, idadi ya mabao ambayo Yanga imefunga katika hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika msimu huu hadi sasa. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili. Azizikia wagusa wa arabu Zenji kesho Jumapili, Wydad dhidi ya Azam FC, mchezo utapigwa saa tano kamili usiku. Mohamed wa tano, Stellan buch zidi ya Singida Black Stars, mchezo utapigwa saa moja usiku, Dani Craven. hili ni kombe la shirikisho. Beki Simba ampa zigo Kibabage, habari katika ukurasa za ndani za gazeti hili. Ndiyo, leo Jumamosi na kesho Jumapili ni weekend ngumu iliyoshikilia hatma ya timu hizo mbili za Tanzania katika nafasi ya kukata tiketi kwenda robo fainali ya michuano hiyo, kila mmoja ikiwa kundi la viwango tofauti ili kulinusuru. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili Mwanaspoti. Pia limeandika aje asije, habari ni katika ukurasa wa kumi. Habari picha yakionyesha makocha mbalimbali sinaipei anapiga miguu yote baada ya kuvunjika kundi lao. Snipey alianza safari ya muziki wa kujitegemea akaachia ngoma mbalimbali kama na juta. Undani wa taarifa hini katika ukurasa wa 17 nyuma ya Pazia na Edo Kumwembe, habari katika ukurasa za ndani. Arsenal kubadili jezi kwa kuchukiza mashabiki, kesho ni Arsenal dhidi ya Wigan saa moja kamili usiku, usi ni Inter Milan dhidi ya Juventus saa 4 na dakika 45 usiku Wada Bremen dhidi ya Bayern Munich, mchezo utapigwa saa kumi na moja na nusu jioni. Real Madrid na Sociedad, mchezo utapigwa saa tano kamili usiku. Lakini pia gazeti hili limeandika TPL, leo Jumamosi ni Tanzania Prisons dhidi ya Namungo, mchezo utapigwa saa kumi kamili jioni Sokoine Mbeya. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbele magazeti ya habari mikononi mwangu na gazeti ya Habari Leo lenye li limeandika Afcon 2027 kufanyika John Mosepe ataka ufunguzi, da habari katika kurasa za ndani. Beka pania kumaliza kwa ushindi Simba, habari katika kurasa za ndani. JKT Tanzania Coastal Union mguu sawa. Chaneta mpya ukata, habari katika ukurasa wa 23. Rise apuuza kelele Man City, habari katika ukurasa wa 22, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la le habari Tanzania. Ukurasa wa nyuma wa gazeti Uhuru kweli daima, habari za michezo na burudani, lenye limeandika kigogo CAF ampongeza rais Samia, yasisitiza AFCON 2027 ipo pale pale, habari katika ukurasa wa 23. Habari picha ikimwonyesha rais wa shirikisho la soka barani Afrika, dr Patrice Motsepe katikati, akisalimiana na mkurugenzi wa maendeleo ya michezo Boniface Tamba alipowasili uwanja wa ndege kima wa kimataifa wa Mwalimu Julius Nyerere JNIA Dar es Salaam kuhudhuria mkutano wa kamati ya utendaji ya CAF uliofanyika jijini Dar es Salaam jana. Yanga wawaibua jembe Ulaya Nemes, habari katika ukurasa wa ishirini na tatu. Simba kusotea heshima, habari katika ukurasa wa ishirini na tatu. Wachezaji waliowachwa Simba na kunawiri Yanga princes, habari katika ukurasa wa kumi na tatu. Odeta Chengula chipokezi aliyetoa ushauri kwa wenzake, habari katika ukurasa wa kumi na mbili. Gazeti hili pia likiandika wachezaji manio wa mdhihaki haki shabiki, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 22. BFT yachimba mkwara, habari katika ukurasa wa ishirini na moja. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru, ukweli daima, na gazeti Uhuru inakamilisha udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali Tanzania hapa Toka Zamani TV.